Hello there, Jackson hapa HB Marketing. Leo nitaenda kukufundisha kitu kimoja sana ambacho naomba unisikilize kwa makini, unatakiwa kuelewa na vizuri namna ya kuwateketeza washindani wako wa, wa kibiashara. Biashara yote unayofanya kuna washindani ambao hawa washindani wanajaribu kushindana na weko ni kupata wateja ambao wewe unaweza wateja ambao wao unaweza ukawapata, huwapati wote kwa, kwa sababu gani? Wengine wataenda kwa washindani wako wa kibiashara. So, ni namna gani ambavyo unaweza kuwashinda washindani wako wa kibiashara, kuhakikisha unapata wateja wengi wa kutosha na biashara yako inaweza ikasimama. Kwa sababu kweli mchungu ni kwamba ushindani wa kibiashara upo na kama hauna mikakati madhubuti kuhakikisha unaweza kuendelea kushindana kibiashara washindani wako watakuibia soko lako, na ni muda tu sio mrefu, biashara yako itakufa. Kwa hiyo, huyu unatakiwa uelewe kwamba washindani wa, wa kibiashara ni wapo na ni namna gani ambavyo unaweza kushindana nao Okay. So, nisikiliza kwa makini kwa sababu leo nataka nikwambie namna ambavyo unaweza ukashindana na, na washindani wako wa kibiashara na kuhakikisha kwamba hawakuibii wateja. In fact, wewe ndio unakuwa mshindi, unawateketeza na kuangamiza. So, nilijifunza hii concept sio kwenye biashara, nilijifunza hii concept kwenye mahusiano no, lakini nikaileta kwenye biashara it works perfectly. So nisikiliza kwa makini. Huwa napendaga sana nikuwa free, na free time kuangalia kitu ambacho kinaitwa reality TV series. Hii ni kwamba sio vitu vya kuigiza, ni vitu vya kweli ambavyo watu wanavipitia, kamera zipo, zina recording. Okay, so katika mmoja ya reality TV series wanaangalia reality TV series za mahusiano. Okay. Na ukiachilia kuangalia reality TV series kitu ninachokwambia nimekiona mimi mwenyewe. Okay. Na even better nina rafiki ambaye nimemshuhudia kikifanya. So nisikilize kwa makini. So kwa reality TV series moja nimeangalia reality TV series mbili ambazo zimenifanya ni weze kugundua namna ya kushinda ushindaji wa kibiashara na hii reality TV series moja inaitwa Fboy Island na nyingine inaitwa Temptation Island. Okay. Hizo mbele. Okay. Basically, kwenye hii Temptation Island ni kwamba watu wawili ambao ni wapenzi wanaenda okay, kwenye hiki kisiwa ambacho hicho kisiwa kuna wanaume na wanawake Okay. Wanaume wanajaribu kumchukua mke wako au mpenzi wako na wanawake wanajaribu kumchukua mume wako. Kwa hiyo wanajaribu kuangalia, je, tukiwawekea katika mazingira ambayo kuna ushawishi, bado mtaendelea kuwa pamoja? Bado mtaendelea kupendana? Okay. That's the point. Okay. Na how katika mazingira kama hayo nakuta mume anaibiwa. Okay. mke anaibiwa. What makes that ya ina, inatokea kidada kina mwiba mume, inatokea kina transform kabisa. Kama mteja ana furaha, kuna standard ipo ambayo wewe una operate ambayo hiyo standard ni standard ambao mke wako anapenda, ni standard ambao mume wako anapenda na kila mmoja ana furaha okay. Ukitaka ufikie standard ya kumwiba mke wa mtu, kumwiba mume wa mtu, inamaanisha kwamba cha kwanza unatakiwa umiti ile standard, vile vitu anavyovipata kwa mke wake, vile vitu anavyovipata kwa mume wake, uweze kumtimizia. Okay. That's the first step lakini okay. Okay. Sasa ukitaka kumwiba unatakiwa ufanye zaidi ya kile anachoweza kumtimizia mme wake, ufanye zaidi ya kile anachoweza kumtimizia mke wake, and automatically atakupenda wewe zaidi kuzidi anavyompenda mke wake, mme wake. Overtime unasikia mbaba ameibiwa, overtime mdada ameibiwa, overtime mahusiano yamekufa. It's the same with biashara okay. Unapoingia kwenye soko lolote lile. Okay, kuna standard ipo okay. Standard ambayo wateja wameshazoea kwamba tutakuwa tukipata huduma kwa quality hii kwa standard hii kwa level hii okay. Ukitaka uwashinde washindani wako, kama standard hii hapa, wewe unatakiwa uwe hapa okay. Yani umeet kwanza standard zao, and then uzi exceed uwe bora kuzidi washindani wako so What does bora mean? That means kwamba bidhaa yako huduma okay. Yako ikidhi mahitaji ya mteja na zaidi, yaani hiondoe changamoto na mahitaji ya mteja na zaidi. mfano okay. Katika chochote tutakachouza kutakuwa kuna wewe una asilimia yako, okay? Na mteja na asilimia yake okay. I'll give example. Kuna biashara ya ya gym, okay, gym unalipia gym wanaaslimia zako, kwamba watakufundisha mazoezi, watakusaidia ukae vizuri, ukae kwenye shape, ujenge misuli na ki, ki, kila kitu kama hicho. Lakini mteja na asilimia yake anatakiwa afike gym, okay, afanye mazoezi, asikilize kile anachoambiwa kula hiki hiki hiki usile, hiki usile. Gym inaweza ikafanya nafasi yake, ila kama mteja hajafanya nafasi yake mteja hawezi kuona matokeo. Okay. Kwa sababu gani mteja ajafanya nafasi yake? So unachojaribu kuangalia ni namna unaweza ukapunguza effort ambayo mteja ataitumia kuweza kuona matokeo. Kwa maana gani? Kama ni gym, unatakiwa upunguze effort mteja, kumwambia hey, nitakuwa nakupigia simu kila siku kukukumbusha. Hey, kuhusu vile vya kununua, nitaenda kukununulia mimi mwenyewe, utanilipa hela zakuletea hey, nitakufundisha na namna ya kutengeneza hivi. Yani effort ambayo mteja anatakiwa aitumie ile kuona results unatakiwa uipunguze. Ukishaipunguza ina maana kwamba mteja atatumia effort ndogo sana, hupata matokeo anayoyataka. Okay, na akishaona kupata matokeo anayoyataka, automatically bidhaa au huduma yako itakuwa ni bora. Okay, that's how you meet quality. Okay, that's how you beat washindani wako nimefanya kazi na biashara ambazo zilikuwa zinaingia kwenye soko, zilikuwa ni ndogo sana, lakini mpaka sasa hivi zilishawateketeza washindani wao, zina asilimia kubwa sana ya soko. In fact, nitakupa mifano Amazon. Kwa wale ambao mnatumia kikuu kwa hapa Bongo, huko maeneo ya Marekani hii. Hii na Ulaya, kuna hii inafanana na kikuu application Inaitwa Amazon ambao unaweza kaagiza kitu chochote. Okay. Amazon inamiliki zaidi ya asilimia hamsini ya soko la e-commerce, soko la kuagiza vitu mtandaoni. Okay. Kwa nini Amazon inamiliki zaidi ya asilimia hamsini? Kwa sababu Amazon ukiagiza kitu unakipata kwa haraka tofauti na watu wengine ambao ukiagiza kinachelewa kufika. Okay. Na wateja automatically wanasema okay, fine, hii standard ya Amazon ni kubwa. Standard ya watu wengine ni hii hapa. That's why wananunua kutoka Amazon. Kwa mteja ata feel maumivu, nataka upunguze maumivu ambao mteja anatakiwa ayapate ili aweze kuona matokeo yake. Punguza maumivu. Constantly work kumpunguzia mteja maumivu. Hilo la kwanza. La pili ukitaka kushinda washindani wako, tunasema kwamba you reinvest the profit. Kwamba mteja let's say unachaji kitu elfu kumi. Okay. Unachaji kitu elfu kumi. Katika hiyo elfu kumi unachaji unawaambia kila elfu kumi unaonipa, nitachukua elfu mbili, nitairudisha kwenye biashara yangu kuhakikisha nakupa good product, good service, good nini. Reinvest in a business okay. Watu wengi mnasahau hili kwamba, unalipwa, unakula faida yote okay. Reinvest in a business okay, unatakiwa ureinvest in the business, kwamba kumpa mteja experience nzuri as possible kupitia ile hela nako kwa nasema kwa misa, katika kila elfu mbili ya kila elfu kumi nitakayoipata kwa, kwa mteja, let's say elfu moja mia tano nitaichukua nitaitumia back kwenye biashara, nitai-reinvest back kwenye biashara, kuhakikisha kwa kwa kwamba nawapa wateja wangu the best experience. Ni vitu vidogo lakini kwa sababu vifanyi, wewe unashangaa watu wanaovifanya wanakupita. And then unajiuliza kwa nini wananiibia soko langu? Kwa sababu mbili sababu so, moja wamepunguza maumivu ambayo mteja anatakiwa ayapitie iliweza kupata matokeo yao. Sababu ya sababia pili wana reinvest in a business, kile anachokipata anakirudisha back kwenye biashara ili kuweza kumpatia mteja the best experience possible. So nao sasa so, nishakwambia njia za kupata wateja, I have to kupa realistic, okay? Itachukua muda kidogo mteja, kwa wateja kufahamu kwamba wewe uko wakitofauti. Kwa hiyo usianze kusoma kwamba unaanza kufanya vitu and then ulianza kusema mbona wateja wagundui, mbona waoni, nini nini. Itachukua at least mwaka mmoja na nusu minimum, kwamba kwa wateja kugundua kwamba biashara yako iko tofauti, huduma yako iko tofauti na kuanza kukuja, kukuja kununua kutoka kwako. Kama mke wa watu anaweza kaibiwa, mteja kumuiba, okay? ni jambo jepesi sana, all you have to do ni commit standards za soko na ukisha zimit exceeded. Reinvest in a business punguza maumivu ambayo mteja anatakiwa yapitie kuweza kuona matokeo yako punguza. After that, hey, una biashara yako nzuri ambayo ina run ina operate vizuri, washindani ndo hao. Kwa hiyo itachukua at least mwaka mmoja na nusu kwa wateja jua kwamba hey, wewe ni wa kitofauti. Kwa hiyo you have to do a lot of marketing kwa kuwaelewesha wateja kwamba hey, mimi ni wa kitofauti na kila kitu kama hicho, kuendelea kuwapatia wateja good good service, good product. Na the moment wakishajua, the business will never be the same. Biashara yako itakuwa ile ile, biashara yako itaanza kupanda, wateja wataanza kuambiana itakuwa ni anything. Hata hizo cost za marketing utazipunguza kwa sababu gani?